Nichukue fursa hii pia kukupongeza wewe mwenyekiti wa halmashauri, makamu mwenyekiti, lakini madiwani wetu wote ambao mpo hapa, mkurugenzi mtendaji pamoja na wataalamu kwa kupata hati safi. Ongereni sana. Natambua kuwa kama mkoa, kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa hati hii imepatikana kutokana na ukaguzi uliofanywa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2024. Pamoja na kupata hati safi, mwenendo wenu wa ushughulikiaji wa hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na maagizo ya laki kwa kiasi fulani unaridhisha. Ongeleni.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 Pili, mkurugenzi unapaswa kuchukua hatua mapema za kinidhamu kwa mtumishi yoyote anayesababisha hasara au hoja au tatu, kwa uzembe. Tatu, management inapaswa kuhakikisha taarifa za hesabu za mwisho wa mwaka annual financial statements, zinaandaliwa kwa kuzingatia matakwa ya viwango vya kiasibu za vya kimataifa katika sekta ya umma yani IPSAS. Nne, management inapaswa kuhakikisha sheria, kanuni na taratibu za fedha au manunuzi zinazingatiwa ipasavyo ili kuepuka kuwa na hoja zisizo na lazima. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu ya jumbe, kipekee tuna Nishukuru sana ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, hususani mkaguzi wetu mkuu wa nje wa mkoa wa Ruvuma pamoja na timu yake ya wakaguzi kwa ushirikiano wanaotoa kwa halmashauri zetu katika mkoa wa Ruvuma. Pamoja na kupata hati safi, kuna hoja zimebaki. Mimi nawasihi tu halmashauri aendelee kupunguza hoja hiyo. Ofisi yetu iko wazi na ajenda ya kupunguza hoja katika kila vikao vya kamati vya vyakuvia vya robo mwaka iwe ajenda ya kudumu . Hii inasaidia kupunguza hoja. Tukikagua tuki mwaka 24 25, tunategemea hoja za nyuma ziwe chache, at least chini ya kumi, yani single digit. Tunaanza ukaguzi wa 24 25, na wakati tunaanza, waheshimiwa madiwani pengine watakuwa hawapo kupisha uchaguzi. Basi management isijisahau, ikumbuke ufuatiliaji wa madiwani na ulivyokuwa unakuwepo ilipelekea kupata hati safi, waendelee na mwendo huo. Lakini kwa kuongezea hapa, ukiona kwamba umevuka malengo, hii inaonyesha kwamba kuna bado fursa zipo za kuongeza zaidi. Kuna fursa mbalimbali mbali, bado ambazo hatujazitumia kwa kisha tunavuka zaidi malengo na kuongeza ukusanyaji wa mapato. Mimi ni shuhuda wa namna menendo au mwenendo wa halmashauri zetu katika mkoa wa Ruvuma zinavyoendelea kufanya vizuri mwaka hadi mwaka. Miaka ya nyuma baadhi ya halmashauri ikiwemo ya Songea vijijini ilikuwa na shida kidogo na ilifululiza karibu miaka kadhaa hivi kuwa na hati isiyoridhisha. Na madiwani ambao walichaguliwa mwaka elfu mbili na ishirini wameendelea kushirikiana na watendaji wetu, kutokana hili na hili nawapongeza sana kwa umoja wenu, kati ya madiwani na watendaji, katika kazi nzuri ambayo imeendelea kuifanya na kuleta mabadiliko makubwa. Mimi msisitizo wangu wakati wote, ningependa kusisitiza kuwatumia ipasavyo wakaguzi wa ndani kwa sababu wakaguzi wa ndani ndio wanayotupa viashiria vya vya tunakoelekea.